Mahakama Kuu ya Dar es Salaam imetoa hati ya wito kwa mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura na wenzake watano kufika mahakamani, kufuatia ombi la mawakili wa CHADEMA wanaotaka makamu mwenyekiti wa chama hicho, John Heche, afikishwe mahakamani au aachiwe kwa dhamana. Wengine waliopewa wito huo ni afisa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam, mkurugenzi wa mashtaka ya umma, mwanasheria mkuu wa serikali na kamishna jenerali wa uhamiaji. Naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha CHADEMA nchini Tanzania, John heche ambaye alikamatwa siku kumi na saba zilizopita alisafirishwa kutoka Dodoma hadi mji mkuu Dar es Salaam ambako amehojiwa na maofisa wa polisi kuhusiana na tuhuma kadhaa. Wakili wa bwana Heche, Ekima Mwasipu, amewaambia waandishi wa habari kuwa Heche anazuiliwa katika kituo kimoja cha polisi baada ya kufahamishwa kuwa anakabiliwa na mashtaka mawili ya ugaidi. Ombi hilo linasikilizwa Novemba 7 mwaka huu 2025 kuanzia saa 4 na nusu asubuhi katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam.